Sheikh wa mkoa wa Ruvuma Ramadhani Mwakilima amewataka Waislamu na Watanzania kwa ujumla kujiepusha na vitendo vya vunjifu wa amani, akisema kuwa vitendo hivyo vina madhara makubwa kwa jamii. Akizungumza katika dua maalum ya kuliombea taifa iliyofanyika katika msikiti wa wilaya ya Songea, Sheikh Mwakilima amesema kuwa madhara ya vurugu zilizojitokeza Oktoba 29 bado hayajapona hivyo Tanzania wanapaswa kumwomba Mungu aendelee kulipa taifa amani na utulivu. Yaliyotokea bado yanatuumiza, sasa tusitoke tena tukaongeze mengine, hatutayaweza. Wito wangu kwenu ni kuendelea kuwahimiza utulivu, umoja na mshikamano baina yetu, lakini nitumie fursa hii pia kuwaagiza mashehe wa wilaya zote za mkoa huu kuhakikisha kila msikiti unafanya kumuti kwenye kila sala kumwomba Allah kama ilivyokuwa kwenye maagizo na maelekezo ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, na kwenda kinyume na hilo itakuwa ni kukosea adabu kwenye maelekezo ya Bwana Mkuu. Kwa hiyo, sote tushikamane kwenye hili na uhakikishe kwenye eneo la wilaya yako misikiti yote inafanya kunuti, sio tu kwenye sala ya Ijumaa au kwenye sala ya Alfajiri, lakini kila kila sala. Nilishakuelekezeni hilo lakini narudia kuagiza na mhakikishe. meaana kaziaajiia riski ya Watanzania, riski na fahari ya Watanzania. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa riski ya amani. Allah ametupa riski ya usalama. Allah ametupa riski ambayo ni asili mana

Upande wao baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu waliozungumza kwenye kati tofauti wamesema kuwa vijana wanapaswa kulinda amani ya Tanzania kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Amani ikitoweka, kuna madhara mengi ambayo yatapatikana na hasa kikubwa ni sisi wanawake na watoto. Kwa kweli tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe subira, atuongoze kwenye hii hali, amani iendelee na vijana wetu pamoja na makundi mengine yote ambayo yanataka kuharibu amani yetu. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, awape moyo wa imani, waachane na hili jambo, kwa sababu anasema mtu akifanya kibaya usimwombee mabaya, mwombee mema ili agwa na yeye amjalie na sote tuwe kwenye haki ya Mwenyezi Mungu. Amani ni jambo kubwa na majambo yote tunaweza tukayafanya yakaenda vizuri pindi amani inavyoweza kupatikana. Alhamdulillah, tuliyazungumza haya katika mikusanyiko tofauti tofauti kabla ya Oktoba 29 iliwa hasa ndugu zangu, na hasa vijana wenzangu, waeleza kuwa tujitahidi kuitunza amani, kwa sababu amani itakapopatikana basi sisi vijana tutaweza tukafanya majukumu yetu vizuri. Amani ikikosekana, basi yale majukumu tuliyokuwa nayo yatazidi kuwa ni mazito kwetu. Sisi kutoka manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, mimi ni Shehane Msaina. Kila siku ache Johana Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori, watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johana Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose si nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.